Habari za leo. Mimi naitwa Valentina Gabriel Moi, kwa jina la biashara naitwa Vale Nafaka. Mimi ni mkulima, lakini pia mimi ni mfanyabiashara wa mazao, lakini pia ni mkufunzi wa fursa mbalimbali zinazohusu kilimo na biashara zake, hasahasa kwa vijana na watu wa rika tofauti tofauti. Leo nimepata bahati nzuri sana ya kutembelea chemba ya TCCIA ambayo ina deal na commerce industrial issues na agriculture uh, leo nimepata uh, kufunguliwa macho kwa fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye chemba hii. Utapata nafasi ya kukutanishwa na investors mbalimbali ambao wana deal kwenye sekta yako, kama ni sekta ya viwanda, kama ni sekta ya kilimo. Na mimi nina kuinvite wewe mfanyabiashara wa kilimo au wewe mdau wa kilimo ambao unatamani kutanishwa most especially na wateja wa nje au kama una mazao yako unataka ku export, basi hii chemba ni sahihi, kwa sababu kwanza kabisa itakupa usalama wa wewe unapoenda kutuma bidhaa zako au unapoenda ku export bidhaa zako, utakutanishwa na watu ambao watakufanya uwe safe kwenye biashara yako, na hii ni muhimu sana kwa wale wateja wangu ambao wanasisitiza sana mambo ya export business. Kwa hiyo mimi nipende kukaribisha wewe mdau wa kilimo karibia sana sana sana chemba hii ambayo inapatikana hapa Posta, upate kupata fursa ambazo zinapatikana kwenye chemba hii, lakini pia wana trips mbalimbali ambazo ni full funded, ambazo utaweza kusafiri nchi mbalimbali kwenda kujifunza na kuongeza knowledge kwenye industry yako ambayo kama ni biashara kama ni kilimo au kama ni mambo ya viwanda. Kwa hiyo karibuni sana sana sana, mimi leo nimeongeza ujuzi mkubwa fahrini mm.